Hii ni sehemu ya pili ya tetesi za soka Ulaya leo Jumapili, na kubwa zaidi tunaambiwa Chelsea itafanikiwa kumsajili mlinzi e, huyo wa Ufaransa ni yupi huyo? Karibu sana, hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swalem Shana. Sasa klabu ya Chelsea iko tayari kulipa euro milioni 50 kwa mlinzi wa Ufaransa Jeremie Jacquet mwenye umri wa miaka 20, lakini Rennes wanataka zaidi ya euro milioni 60. Napoli huenda ikamsajili mshambuliaji wa Jamhuri ya Ireland Ivan Ferguson mwenye umri wa miaka 21 ambaye yuko Roma kwa mkopo kutoka Brighton ikiwa winga wa Uholanzi Nolang mwenye umri wa miaka 26 ataondoka mwezi huu. Uongozi wa Tottenham unatarajiwa kukutana leo Jumapili kujadili e, mustakabali wa meneja Thomas Frank baada ya klabu hiyo kushindwa Jumamosi dhidi ya West Ham United. lakini klabu ya Bournemouth inajadiliana na klabu ya Lazio kuhusu mkataba wa mkopo wa kipa wa Ugiriki Christos Mandas mwenye umri wa miaka 24. Na pia tunaambiwa Newcastle United imewasilisha dau la kumsajili mlinzi wa Uholanzi na Inter Milan Stefan de Vrij mwenye umri wa miaka 33. Uh, anaitwa Stefan de Vrij Sawa, lakini Aston Villa imefanya mazungumzo na Club Brugge kuhusu usajili wa Rafael Onyedika mwenye umri wa miaka 24 lakini, Galatasaray inaongeza mbio za kumsajili kiungo huyo wa Nigeria, lakini Arsenal wana mwania mchezaji wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 22 na beki wa e front Frankfurt Nathaniel Brown na kiungo wakati wa Sporting wa Ivory Coast Osmane Diomande mwenye umri wa miaka 22. Kwingineko, klabu ya Liverpool imeendeleza darubini yake ama imeelekeza darubini yake kwa mlinzi wa Inter Milan na Italia Alessandro Bastoni mwenye umri wa miaka 26 baada ya kumkosa Magu wa Crystal Palace ambaye anakaribia kujiunga na Manchester City. Juventus imeongeza juhudi za kumsajili Jean-Philippe Mateta wa Crystal Palace mwenye umri wa miaka 28 na kufanya mazungumzo na wawakilishi wa mshambuliaji huyo wa Ufaransa siku ya Ijumaa. Club ya Aston Villa, Tottenham na Manchester United zinapigania vikumbo kwa beki wa Juventus Pierre Kalulu mwenye umri wa miaka 25 lakini mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa hatatolewa hadi mwishoni mwa msimu huu. Klabu ya Manchester United inataka kumsajili kiungo wakati wa urena Ruben Neves mwenye umri wa miaka 28 majira ya baridi, lakini al Hilali inataka ada ya paund milioni 20. Klabu ya Liverpool wameelekeza macho yao kwa kiungo wakati wa Real Madrid na Ufaransa Eduardo Kamavinga mwenye umri wa miaka 23. Klabu ya West Ham imefanya mazungumzo na klabu ya Barcelona kuhusu uwezekano wa kumsajili Marc Andre Ter Stegen mwenye umri wa miaka 23, lakini kipa huyo wa Ujerumani anaonekana kujiandaa kujiunga na Girona. Tottenham inachuana na Aston Villa na Newcastle kumsajili mshambuliaji wa Brentford na Ujerumani Kevin Schard mwenye umri wa miaka 24. Tuhitimishe na taarifa kutoka klabu ya Chelsea, ambapo tunaambiwa klabu hiyo inajiandaa kumrudisha David Datro Fofana mwenye umri wa miaka 23, analengwa na Celtic kutoka ki, uh, katika klabu ya Uturuki Fatih Karagumruk ambako amekuwa akikipiga kwa mkopo, huku wakitarajia kumuuza mshambuliaji huyo wa Ivory Coast mwezi huu. Hadi hapo nahitimisha tetesi za soka leo ikiwa ni siku ya Jumapili ya tarehe ya 18 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Mimi ni Ali Solemshana na hii ni Talent Media.